Ndugu zangu, chama cha sheria Tanganyika vilevile, tumepatwa na mshtuko jana e, e, baada ya kumaliza shughuli zetu zingine, lakini kuna tukio alijitokeza. Tuna laani tukio la kushambuliwa kwa Padre Kitima, na tunatoa rai kwamba uweledi ufanyike na watuhumiwa wapatikane kwa haraka. Yale mambo mengine yote tuliowasikia, wameanza kuongea yale, na tumwombe sana mwenzetu, unajua ni msomi, Mlilo ni msomi, kwa hiyo Mlilo akikosea anafanya makusudi, ni mwanasheria. Tunaomba arekebishe kauli zake, aheshimu utu wa watu, asimame kama kiongozi, awajibike kwenye nafasi yake. Padre Kitima, mimi ni mmoja wa watu tuliokuwa naye siku nzima, sikumwona na dalili ya kulewa wala hakuwa na haja ya kulewa, kwa rundo la kazi alilobaki nalo ku compile. Mimi kilichoniondoa ni kwa sababu nilifikia mbali kwao, mimi nikaondoka mapema kidogo. Kwa mtu kusema padre alikuwa analewa, itakaa anakunywa sijui toka saa ngapi, it is a grave insult. It's a grave insult. Kazi aliokuwa akifanya sa kama atalipata dakika tano za kunyenyuka pale alipokuwa. Na kazi ilikuwa inafanyika mbele ya wachungaji mapadre na mashehe. Na baada ya kumaliza wakabaki na baadhi ya wachungaji. Nani angeweza kufanya kitendo hicho katika mazingira yale? Kwa hiyo tukua tunaomba tunalaani na tunataka jeshi la polisi lichukue hatua stahiki. Kitendo kilichofanyika ni kitendo cha kikatili na ni kitendo kinachotoa tafsiri mbaya kwa mtu aliyeshambuliwa. Na tumeliona jeshi la polisi likikamata watu akiwemo afisa wetu hapa chini kwa maneno tu yasiyokuwa na mantiki, lakini kuna watu wametoa matishio dhahiri ya usalama wa Kitima, hatujasikia wakikamatwa mpaka leo matusio dhahiri na wanafahamika, hatujawasikia wakikamatwa mpaka leo. Waliomwambia siku zake zinahesabika, lakini katika hali ya ajabu, mpaka leo, muda huu napozungumza, nobody have a report kwamba what has happened. Kwa hiyo tunaitaka jeshi la polisi kuchukua wajibu wake na kuhakikisha wote wanaohusika wanachukuliwa hatua kwa uweledi. Tunasisitiza hivyo. Alfajiri ya leo vilevile tumepokea taarifa kwamba kuna mwanaharakati mwingine, na niseme ukweli, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Mdude Mpaluka Nyagali. Watu wanaojiita polisi wamevamia nyumbani kwake, wamemshambulia na silaha mbalimbali bruto, walikuwa wanampiga na kama manondo na nyundo na vitu gani, wamemuumiza sana. Wote mnaona ile damu iliyokuwa ikimwagika, sio mbuzi alikuwa anachinjwa, ni damu ya mtanzania mwenzetu Nimejaribu kufanya mawasiliano na polisi Mbeya, mpaka muda huu wananiambia kila ninempigia, ikiwemo wana rasio wananiambia, eh, sio yeye na hana taarifa ya tukio hilo. Tumewasiliana na familia yake, wamesharipoti tukio kituo kikuu cha polisi Mbeya. Matukio yote mawili, baraza la uongozi la chama cha sheria Tanzania Tanganyika tunayafuatilia kwa ukaribu wa kipekee na tutaendelea kuwasiliana na wahusika ili tuone nini cha kufanya. Baada ya kusema hayo, niwajulishe tu Watanzania kwamba kesho tutakuwa na symposium hapa, itakuwa live kupitia eh, vyombo kama Wakili TV, Jambo TV na vyombo vingine. Tutakuwa tunaomba mtufuatilie, tunakuja kuzungumza mambo muhimu kwa taifa hili na kusudi letu la kuzungumza sisi sio si pati sana, yaani sisi sio si hatuzungumzi kama mashabiki wa chama chochote cha siasa. Tunazungumza kama wa chama cha professional cha kitaaluma cha Tanganyika. Tunauona mkwamo ambao lazima tujinasua. Hatuwezi kukaa kimya kusubiri e, mtu nasubiri labda mkanyage udongo au mpake mafuta. Huu ni mkwamo unaohitaji majibu ya kitaaluma. Maombi yatakuja pale jitihada zetu zitakapoishia ndipo maombi itakapoanza kufanya. Kwa hiyo tutachukua hatua zote, tunaomba mtufuatilie, tuna watoa mada wabobevu watakuwepo, tutaanza saa tatu asubuhi. Kwa hiyo tutakuwa live, tunaomba Watanzania mtufuatilie, ili muweze kujua na, tuache kufikiri kishabiki, tufikiri kama Watanzania, tufikiri kama Watanganyika. Tusipojifunza kufikiri kama taifa tutanyofolewa mmoja mmoja. Kila anayefikiri wakati wake bado yawezekana, yeye ndo anayefuata kesho, who knows. Tujadili mambo yetu mezani, na TLS tuko tayari kupitia baraza la uongozi, kutumia njia zote za kistaarabu zilizopo na kutumia resources zote na lengo letu ni kuhakikisha kabla ya kuisha kwa mwezi wa tano tuwe tuna majawabu ya masuala muhimu yote yanayohusu taifa letu. Hatuwezi kuendelea kuwa namna hii. Taifa linakuwa kama halina watu wazima, taifa linakuwa kama halina wataalamu, halina vyombo. Tunakuwa bize kwenye mambo yasiyokuwa, hatusemi yasiyokuwa ya na tija, yana umuhimu, lakini tusiape umuhimu kuliko mambo mengine yanayosababisha uwepo wetu, kwa sababu haya mengine kwa mfano ya burudani yanasababisha na uwepo wetu. Kwa hiyo tuanze kudai usalama wetu, alafu baadaye ndio tusherekee simba kwenda kucheza fainali. Wewe unachezea simba kucheza fainali, kesho unanyofolewa kule, unaenda kuuawa kama kuko mwenye kideli, hiyo fainali imekusaidia nini? Watoto wako wanaitwa ya yatima hapa kwao. Tujihakikishie usalama. Fainali ni kwa ajili ya walio hai, sio walio wafu. Letu wako kule nako Maka makimeweza kuona mambo ya huku huku na yanatokea, ku huyo anaingilia mahakama, huyo anafanya nini? Kwa no place is safe. Lakini at least lazima tuonekane tunawajibika kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanganyika. Sisi TLS tunasema section 4, TLS, TLS, section section 4. Section 4. Asanteni sana